Kwa upekee kabisa tumeamua kufanya usafi katika maeneo haya ya bustani yetu ya Mwana Mashungi, ambapo tarehe 25 mwezi huu wa sita ndani ya wilaya Chake Chake tunatarajia kukimbiza mwenge wa Uhuru, na hapa katika viwanja hivi vya bustani ya Mwana Mashungi tunatarajia kuwa na mkesha hapa. Kwa hiyo niombe wananchi sote tushirikiane kwa pamoja katika kuupokea mwenge wa uhuru, katika kuukimbiza kwenye miradi ambayo imepangwa, ikiwa ni pamoja na mradi wa afya uliopo Chonga, mradi wa barabara uliopo Vikunguni, mradi wa shule uliopo Mbuzini, pia katika mradi wetu wa umeme unaopatikana Uwandani. Kwa hiyo, shime wananchi sote tujitokeze kuweza kupokea na kukimbiza mwenge wa uhuru katika wilaya yetu hii ya Chake Chake. Kuwashukuru sana wananchi wa wilaya hii ya Chakechake kwa kuendeleza suala zima la usafi kwenye mji wetu huu wa Chake Chake, lakini bado mazingira hayajakaa sana. Msingi ambacho ni kikubwa hiki ni mashirikiano, yani, ya pamoja baina ya wananchi sisi, serikali, wafanya biashara na wengine wote ambao wanatumia mji huu wa Chake Chake, katika maeneo yetu haya ya bustani ya Mwanamashungi. Tumejiandaa kuja kufanya usafi hapa kwa ajili ya kukaribisha mwenge wetu wa taifa katika wilaya yetu ya Chake Chake. Ukizingatia kwamba wilaya ya Chake Chake una mashungi katika manispaa yetu hapa ya Chake Chake. Hivyo tumeamua kufanya usafi pamoja hapa kwa kushirikiana na vijana wetu wa hawa wa Hamasa ili kuweza kupata mazingira mazuri ambapo wageni wetu kwa sababu tunajua kama tunavyojua wengi, wengi unapokuja unakuwa na wageni wengi. Kwa hiyo hatuwezi kuwakaribisha wageni pale ambapo sio pasi, sio salama sio pasafi. Hivo leo tunaamua kuja kufanya usafi huu hapa na tunakaribisha wakazi wote ambao wanakaa katika manispa yetu hii ya Chake Chake wafike kwa wingi siku ya tarehe 25 katika maandalizi yetu haya kuja kupokea mwenge wetu huu wa taifa. Kwa dhati, tunashukuru serikali ya wilaya ikiongozwa na mkuu wa wilaya ya Chake Chake kwa mashirikiano makubwa anayotoa kwa umoja wa vijana wa kufanya kazi zetu kwa shughuli, tunashirikiana kwa shughuli mbalimbali ikiwemo shughuli za usafi tumeandaa zoezi letu kila Jumamosi tunafanya usafi na leo ni mwendelezo wa usafi huo. Lakini ndugu vijana, kama tunavyojua, tarehe ishirini na tano tunategemea kupokea mwenge wa uhuru katika wilaya yetu ya Chake Chake. Hivyo niwasihi vijana wenzangu tushiriki katika matembezi, matembezi ya mwenge huo, lakini pia tushiriki katika miradi mbalimbali ambayo itatembelewa na mwenge.